Mama yake alimshauri lakini akajibu kwa kejeli, mwanangu, maisha siyo kubeti, tafuta njia sahihi ya kutafuta pesa. Mama, ipo siku nitashinda, kubeti nako ni kazi pia. Akapagawa zaidi alipomwona rafiki yake kashinda pikipiki, akaamua kutumia pesa nyingi kwenye kubeti, akashindwa na kuliwa pesa zote. Hali yake ikawa mbaya kiuchumi. Hii ni hadithi ya kijana aliyeamini kubeti kungemletea utajiri lakini akajikuta akiporomoka kiuchumi na kupoteza malengo. Hadithi hiyo itakufunza kuwa utajiri wa kweli unajengwa na maarifa, nidhamu na kazi, na si kubahatisha. Niandikie hapo chini kwenye comments, unatazama ukiwa wapi? Hali yako ya kiuchumi ikoje kwa sasa? Like na share. Tusipoteze muda tuanze hadithi. Juma alikuwa kijana maskini wa miaka ishirini na nne aliyekulia Uswahilini. Baba yake alifariki akiwa bado mdogo na mama yake alikuwa mamalishe aliyepambana kuwasomesha watoto wake. Baada ya kumaliza kidato cha nne bila kufaulu vizuri, Juma alipata ajira ndogondogo za kubeba mizigo sokoni. Hata hivyo, kila alipolipwa pesa zake zilikuwa hazikai mfukoni. Kwenye mtaa wao kulikuwa na vijana waliokuwa na ndoto za haraka, waliamini kuwa kupitia michezo ya kubahatisha, mtu anaweza kuamka maskini na kulala tajiri. Juma akivutwa na maneno hayo alianza kuamini maisha yanaweza kubadilika kwa tiketi moja tu ya beti. Kila alipopata elfu mbili au tatu hakuwahi kufikiria chakula cha nyumbani wala akiba, yote yaliishia kwenye beti. Wakati mwingine aliposhinda elfu kumi au kumi na tano, moyo wake ulizidi kutamani zaidi. Aliamini amepata njia rahisi ya kutoroka umaskini bila kujua, alikuwa anazidi kujifunga kitanzi cha kifedha. Mama yake Juma aligundua mabadiliko, mara nyingi alikosa hela za kula na mara nyingine Juma alirudi nyumbani akiwa na hasira na kuchoka, macho yake yamejaa huzuni. Siku moja mama yake alimwambia Juma, mwanangu, pesa si za mchezo. Ukidhani utakuwa tajiri kwa kubahatisha, utabaki maskini maisha yako yote. Hela ni za kuheshimu na kuzifanyia kazi. Lakini Juma hakusikia, akili yake ilishachukuliwa na ndoto ya kuwa milionea wa ghafla. Alipoona jirani yao ameshinda pikipiki kupitia draw ya bahati nasibu, Moyo wake ulijaa wivu, akajua naye ipo siku itakuwa zamu yake. Akaanza kukopa pesa kwa marafiki, akiahidi kuzirudisha baada ya jackpot yake kushinda. Alikopa kwa mama yake pia, akiahidi kufungua biashara kubwa akishapata ushindi. Mama yake alilia kimoyomoyo, akiona kijana wake anaangamia taratibu. Mambo yakazidi kuwa mabaya, deni kidogo kidogo lilianza kumkimbiza. Wale marafiki waliomkopesha walipoteza imani naye. Sokoni watu walimchukulia kama tapeli. Hakukuwa tena na mtu wa kumwamini. Siku moja, baada ya kucheza tiketi kubwa, akiamini itambadilishia maisha, Juma alipoteza zaidi ya laki moja pesa aliyokuwa ameikopa kutoka kwa mama moja jirani, kwa ahadi ya kuirudisha wiki inayofuata. Ndipo alipoanza kukimbia watu, kulala kwa marafiki, na hata kushindwa kurudi nyumbani kwa siku kadhaa. Mama yake alipoambiwa kijana wake ana deni analokimbia, machozi yalimtoka akasema shetani wa tamaa ndiye amemkamata mwanangu. Juma akajikuta kwenye hali ya aibu, hakukuwa na mtu wa kumkopesha tena. Wale waliokuwa wakimcheka sokoni walimsema waziwazi, huyu kijana maisha yake ni beti, hawezi kufika popote. Siku moja akiwa amekaa maskini kabisa bila hata shilingi mfukoni, alimuona rafiki yake wa zamani Rashidi. Tofauti na yeye, Rashidi alikuwa ameanza biashara ndogo ya kuuza mitumba kwa mtaji wa elfu ishirini tu. Sasa Rashidi alikuwa amefanikiwa kufungua duka dogo na alikuwa na wateja wa kudumu. Juma alihisi aibu, akauliza Rashidi, uliwezaje kufikia hatua hii bila beti? Rashidi akamjibu kwa busara, Juma, pesa ya kweli inatoka kwenye jasho, si ndoto za kubahatisha. Mimi nilianza na kidogo, nikaheshimu kila hela, nikazizungusha. Wewe kila pesa unayopata unaipeleka kwenye michezo ya kubahatisha. Apo utabaki maskini." Maneno yale yalimgusa sana Juma, lakini moyo wake ulikuwa bado haujaachana na tamaa ya jackpoti. Siku ya mwisho kabisa ya tamaa yake, Juma aliamua kutumia pesa alizopewa na mama yake kwa ajili ya kulipa ada ya mdogo wake. Aliamini ushindi wa tiketi hii moja kubwa utaleta mabadiliko ya familia. Bahati mbaya, tiketi hiyo nayo ilipotea, machozi yalimtoka. Hapo ndipo alipoelewa maneno ya mama yake na Rashidi. Aliporudi nyumbani mama yake alilia, lakini hakumfukuza. Alimshika mkono na kumwambia, Mwanangu, nimekusamehe, lakini sasa sikiliza, mali ya haraka huisha haraka, kila hela ndogo ni mtaji. Kama kweli unataka kuondoka kwenye umaskini, anza kuheshimu kidogo ulichonacho. Kuanzia siku hiyo, Juma aliacha michezo ya kubahatisha, akajishughulisha na biashara ndogo ndogo sokoni ilimchukua muda mrefu kurejesha imani ya watu kwake, lakini hatimaye alijifunza somo kubwa, kuwa utajiri wa kweli unajengwa na maarifa, nidhamu na kazi, si kubahatisha. Karibuni sana. Tafadhali comment hapo chini na utushirikishe unatutazamia kutoka wapi? Hasani alikuwa kijana wa miaka 19 alikulia mtaani bila kujua baba wala mama yake ni nani. Watu wa mtaa walimjua kama mtoto aliyokotwa na Mzee Rajabu, fundi seremala mnyenyekevu aliyekuwa akimlea bila kujivunia. Hasani mwenyewe hakuwahi kuuliza maswali mengi, ila moyoni mwake alitamani kujua wazazi wake walikuwa wapi. Alipokuwa akikua, alijifunza maisha ya jasho kupitia karakana ya Mzee Rajabu, lakini akili yake mara zote ilitamani njia ya haraka ya kutoka kwenye umasikini. Aliwaona vijana wa mtaani wakishangilia baada ya kushinda michezo ya kubahatisha. Mmoja akipata simu mpya, mwingine akipata nguo kali. Hasani naye alitamani kuwa kama wao. Siku moja Hasani alipata shilingi elfu tano baada ya kumsaidia mtu kubeba mizigo sokoni. Badala ya kupeleka hela hiyo nyumbani, aliifuata moja kwa moja kampuni ya kubeti. Alipiga mechi tatu na kwa bahati akashinda laki moja. Furaha ilimjaa, akajiona kama njia yake ya kufikia mafanikio imepatikana. Lakini badala ya kutumia pesa hiyo kwa chakula au akiba aliwanunulia marafiki zake pombe na kuendelea kubeti. Baada ya siku mbili tu, pesa yote iliisha. Mzee Rajabu alipoona Hasani anarudi nyumbani mikono mitupu, alimwambia, kijana, pesa ya haraka haikai. Nimepata habari ulibeti na ukashinda. Kila hela unayopata heshimu, usiweke matumaini yako kwenye bahati nasibu. Lakini Hasani alicheka tu, mzee, dunia hii si ya jasho peke yake, ukiwa na akili za haraka unaweza kutoka Maneno yale yalimuumiza Mzee Rajabu, lakini hakumsema zaidi. Aliamini maisha yatamfundisha. Hassan alianza kuwa mteja mkubwa wa nyumba ya kubeti. Mara nyingi alikuwa anakopa pesa kutoka kwa marafiki zake wa mtaani kwa ahadi ya kulipa mara tu jackpot yake itakaposhinda. Alianza hata kuchukua hela ndogondogo za karakana bila kumwambia Mzee Rajabu. Muda mfupi ukapita, deni lilianza kumwandama. Wale waliomkopesha wakaanza kumpigia kelele mtaani Hasani ni tapeli, hela zote anabeti. Nilimkopesha kwa sababu ya heshima ya baba yake tu, bila hivyo nisingelivumilia. Alianza kujihisi aibu, lakini tamaa ya kupata pesa nyingi mara moja ilikuwa imemshika kwa nguvu. Siku moja, Hasani alikopa shilingi laki moja kutoka kwa jirani Bi Halima akiahidi kwamba ndani ya wiki moja angerudisha na faida. Aliona kama tiketi aliyopiga ilikuwa ya uhakika. Alikuwa na ndoto ya kununua pikipiki na kuanzisha biashara ya bodaboda. Lakini mchezo haukwenda kama alivyotarajia, tiketi yote ilipotea. Hassan alichanganyikiwa, alilala siku mbili bila kurudi nyumbani. Bi Halima alianza kumtafuta kila mahali, huku akimtishia kumpeleka polisi. Hassan alipoteza amani ya moyo. Mzee Rajabu alipoambiwa kijana wake ameanza kukimbia watu kwa madeni, moyo wake uliumia. Hata hivyo, hakumkataa. Alimuita akamwambia kwa upole, mwanangu, pesa ya haraka, hasara kubwa. Ukikimbia ukweli utabaki mtumwa wa tamaa. Siku moja utakuja kuniambia nilichokuonya. Hassan alijua mzee anamwambia ukweli, lakini ndani yake bado hakujifunza. Aliamini bado ipo siku atashinda jackpot kubwa na kulipa madeni yake yote mara moja. Baada ya kupitia mateso ya madeni na maneno ya watu, Hassan alianza kupoteza marafiki. Hata wale waliokuwa wakimshangilia walimgeuka. Alihisi dunia nzima imemgeuka. Siku moja akiwa amekaa kando ya barabara akitafakari, alimuona rafiki yake wa zamani Musa, ambaye aliamua kuacha michezo ya kubahatisha na kuanza kuuza viatu sokoni. Musa alikuwa amefungua kibanda na alikuwa na maisha ya heshima. Hassan alimuuliza Musa, umewezaje kufika hapa bila kucheza beti? Musa akamjibu, niliheshimu hela ndogondogo nilizokuwa napata, nikawekeza. Hakuna njia ya mkato kwenye maisha, ndugu yangu. Maneno yale yalimgonga Hassan kama radi. Ndipo akajua kwamba kila hela ndogo aliyokuwa anapata alikuwa ameiharibu kwa tamaa. Hapo ndipo hadithi yake ya kweli ya kujifunza ilipoanza. Miezi kadhaa ilipita tangu pale Hasani akome kuzungukwa na kelele za michezo ya kubahatisha. Alikuwa kijana mpya mwenye mtazamo tofauti. Kila siku asubuhi aliamka na kuelekea kazini kwa tajiri aliyemchukua kumfundisha biashara. Tajiri huyo alimpenda kwa sababu ya bidii yake na aliona mbali kwamba Hasani anaweza kuwa zaidi ya mfanyakazi tu. Lakini ndani ya nafsi yake Hasani bado alibaki na swali moja kubwa: wazazi wangu wako wapi? Mbona nimejikuta duniani nikisaidiwa na mtu nisiye na undugu naye? Alikuwa anajiuliza sana, ila hakupata majibu. Mara nyingi usiku alilala akiwaza, lakini hakuwa na cha kufanya zaidi ya kukubali maisha. Siku moja, alipokuwa kazini akipanga mizigo kwenye ghala, tajiri wake alimwita ofisini, alimpa bahasha yenye nyaraka na kusema kwa sauti ya upole, Hasani, mimi nimekuwa nikikusikiliza na kufuatilia maisha yako, najua umekulia kwenye giza la kuto kumjua mzazi wako. Sasa hivi naona umebadilika, na nimeamua kukufungulia njia hii. Hapa ni nafasi ya kusimamia tawi dogo la biashara yangu, ukitumia akili yako vizuri, hii itakuwa ngazi yako ya kupanda juu zaidi. Machozi ya furaha yakimtoka Hasani alinama na kusema, asante sana sina cha kukulipa zaidi ya ahadi ya kuwa mwaminifu na mchapakazi. Akiendelea na kazi mpya, Hasani alianza kujijengea jina Aliheshimika na vijana wenzake waliokuwa bado wanazurura kwenye michezo ya kubahatisha. Wengi walipokuja kumuona akifaulu walibaki kujiuliza, mbona Hassan ambaye tulikuwa naye ameweza kupiga hatua kubwa hivi? Hassan hakusita kuwashauri, aliwaambia waziwazi, nilipoteza muda mwingi nikitafuta pesa ya haraka kupitia michezo ya kubahatisha, nilipata hasara kubwa na karibu nipoteze kila kitu, lakini nilipoamua kubadilika na kuwekeza nguvu kwenye kazi halali ndipo nikaanza kuona mwanga Msidanganyike na pesa rahisi, maana pesa ya haraka mara nyingi inaleta hasara kubwa. Kwa maneno yake na mfano wa maisha yake, Hasani akawa mwalimu bila kujua. Vijana wengi wakabadilika kupitia yeye, na ingawa hakuweza kufahamu mara moja siri ya wazazi wake waliomwacha duniani, alikubali ukweli kuwa Mungu alikuwa na mpango wa maisha yake. Alijua ipo siku ataelewa yote, lakini kwa sasa jukumu lake lilikuwa ni kuishi kwa nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kuonyesha kuwa hata kijana maskini anaweza kufanikiwa bila kucheza kamari. Mwisho wa safari yake Hasani alibaki ya na somo moja kuu: pesa ya haraka inaweza kukuletea hasara kubwa, lakini uvumilivu na bidii vitakuletea matunda ya kudumu. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie maoni yako na nini kimekupendeza zaidi. Karibu tena tujifunze uchumi kwa wakati mwingine. Kwa sasa tuishie hapa, bye, bye.